Simulizi ya mabadiliko, sauti kutoka Bariadi DC. Katika kijiji tulichotembelea, palikuwa na hali ya sintofahamu kuhusu mipaka ya ardhi, wapi pa kulima, kuchunga, kujenga au kuhifadhi. Migogoro midogo inaanza kuchipuka, lakini leo hali ni tofauti. Tuliweza kuzungumza na baadhi ya wanakijiji ama wanufaika kutoka kijiji cha Ihusi. Waliweza kueleza kwa furaha usimikaji wa mabango ya matumizi ya ardhi na utoaji hati miliki za kimila ulivyobadili maisha yao. Mabango haya yanaonyesha wazi wajibu wa kila eneo na katazo lake, yameleta utulivu, uelewa na mshikamano ndani ya jamii hmm. Kwa majina, naitwa Mashaka Lutema Mwaya, ni mkazi wa kijiji cha Ihusi, pia ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji kwa mimi swala hili la kupewa hatimiliki kwa wananchi kuhusu maeneo yao mimi nimeliona lina faida. Faida moja niliyoiona ni, ni kuondoa migogoro ya jamii kuhusu migogoro ya mipaka. Kuhusu pia lina faida, kwa mfano unataka kuchukua mkopo serikalini au kwenye benki za serikali au za watu binafsi. Mimi nimeliona liko vizuri na litatusaidia pia. Mimi nachoomba kwa wakazi wengine, wanakijiji kama wanakijiji wa Ihusi, kana washauri, tupate hati miliki tuweze kupata maeneo yetu ambayo hayana migogoro, ambayo hawezi akatusumbua baadaye kwa siku za mbele watoto, kwa sababu maeneo ni ulisi wa watu, tunaachiana watoto, wajukuu mpaka na watu wengine. Mimi naona tuchukue hati miliki ili kusudi tuje tutoe migogoro hata kwa baadaye. Hata sisi wazazi tukiwa tumeondoka, tumeondoka duniani, watoto wasije wakapata migogoro, atakuwa wanasaidiwa na hii hatimiliki. Lakini si hayo tu, ndani ya simulizi hii pia kuna sauti ya matumaini kutoka kwa mjane ambaye yeye ni anawekwa katika kundi maalum. Mjane huyu alipimiwa ardhi na atapewa hatimiliki ya kimila bila gharama yoyote. Ni nini tunafanya Nafanya kunipimia lieneo. Na tukisha kupimia wa utafaidikaje? Pimia eneo langu nakae, mm-hmm, na lieneo lyangu kizuri, na faida ya kufanya hivyo. Na faida, mm, una utafaidikaje na kupima eneo lako? Na na kufaidia na watoto wangu, <totipi> watoto wako watapata nini? Watoto wako watapata nini? Watapata ile eneo na, na, na, na naenda gufariki hmm. Watoto wangu wanaai wana, wana, wana wana. <tutu> wanapata wanalisisha, si ndio? watoto <tutu> wangu wana, wana, wana tumia hiyo lieneo lyangu si tu atoe kiusalama wa mali bali ni ufunguzi wa milango ya fursa kwake na kizazi chake.